Mambo vipi? Jamani niko hapa leo kuwapa ushuhuda. Niko hapa kuwapa ushuhuda wa maisha yangu. Lazima ni share na nyie marafiki zangu, ni share na nyie mashabiki zangu. Jamani, mwanzo nilikuwa nikimtumia mtu hela. Lazima niwe na 2000 ya ziada, niwe na 3000 ya ziada. Yaani kama na shilingi elfu hamsini na tano kamili au elfu hamsini sijui na aviendi mali zangu ba. Lakini toka nimejiunga na Selcom Pesa. Mama yangu, mama yangu. Jamani, Selcom Pesa makato ni bei rahisi, ni rahisi, ni rahisi. Imagine nilikuwa nikituma elfu hamsini lazima niwe na elfu mbili Sasa hivi nikituma elfu hamsini makato yake unajua ni shilingi ngapi? Makato yake unajua ni shilingi ngapi? Ni mia tano hamsini tu. Wewe uogopi jamani, pakua app ya Selcom Pesa. Mambo ni moto, mambo ni makato bei rahisi. Yani makato ni rahisi jamani, pakua app ya Selcom Pesa jamani, mambo ni umtu mtu raia ofa ya tano kwa jero kutoka Selcom Pesa, bando la miamala linalokuwezesha kutuma pesa kwenda mitandao ya simu au benki zote, kufanya malipo ya lipa namba yoyote kwa gharama ya shilingi mia tano tu kwa miamala mitano kiwango chochote.